Indonesia inaandaa uwezekano wa kupeleka kati ya wanajeshi 5,000 hadi 8,000 katika Ukanda wa Gaza chini ya mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump, mkuu wa majeshi ya ardhini wa nchi hiyo, Jenerali Maruli Simanjuntak, amesema baada ya kikao cha usalama kilichoongozwa na Rais wa Indonesia Subianto mjini Jakarta. Maruli amesema kuwa bado kuna mazungumzo yanayoendelea kuhusu muundo wa kikosi hicho na maeneo halisi kitakachopelekwa lakini amesisitiza kuwa brigedi moja ya jeshi inayokadiriwa kuwa na askari kati ya elfu tano hadi elfu nane tayari inaandaliwa kusaidia kile alichokiita bodi ya amani ya Trump kauli zake zimenukuliwa na shirika la habari la serikali ya Indonesia Antara amesema maandalizi ya awali ndani ya jeshi la Indonesia tayari yameanza huku wanajeshi jeshi wakifundishwa ili kufanya kazi kama kikosi cha kulinda amani. Aliongeza kuwa msisitizo mkubwa utawekwa kwa vitengo vya uhandisi na huduma za kitabibu, hatua inayolenga kusaidia ujenzi wa miundo mbinu na kutoa huduma za afya kwa raia wa Gaza katika kipindi cha mpito cha mpango huo wa amani. Wakati huo huo, shirika la utangazaji la Israel Kani limeripoti kuwa maelfu ya wanajeshi wa Indonesia wanatarajiwa kuwasili Gaza katika wiki chache zijazo na kwamba wao watakuwa miongoni mwa wanajeshi wa kwanza wa kikosi cha kimataifa cha utulivu kufika katika eneo hilo. Hata hivyo, tarehe kamili ya kuwasili bado haijawekwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wanajeshi wa Indonesia wanatarajiwa kuweka kambi yao katika eneo la kusini mashariki mwa Rafa. Majengo ya ofisi na makazi ya wanajeshi yanapangwa kujengwa katika wiki zijazo ili kuwezesha operesheni ya kikosi hicho. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel haikujibu maombi ya kutoa maoni kuhusu taarifa hiyo. Hatua ya Indonesia kujiandaa kupeleka wanajeshi wake Gaza inaashiria kuongezeka kwa ushiriki wa kimataifa katika mpango wa Donald Trump ambao unalenga kuleta utulivu wa muda mrefu katika ukanda wa Gaza. Baada ya miezi ya mapigano makali, Indonesia ambayo ni taifa kubwa zaidi la Kiislamu kwa idadi ya watu duniani imekuwa ikifuatilia kwa karibu mzozo wa Israel na Palestina na mara kadhaa imeeleza kuunga mkono juhudi za kimataifa za kusitisha mapigano na kutoa msaada wa kibinadamu kwa raia wa Palestina. Hata hivyo, mpango huo wa amani wa Trump umeibua mjadala wa kimataifa huku baadhi ya nchi na wachambuzi wa siasa wakieleza wasiwasi kuhusu muundo wa kikosi cha kimataifa cha utulivu na nafasi ya mataifa ya kigeni katika usalama wa Gaza. Wapo wanaona kuwa uwepo wa wanajeshi wa kigeni unaweza kusaidia kurejesha utulivu na kuruhusu ujenzi mpya wa eneo hilo, huku wengine wakihofia kuwa unaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na usalama. Kwa sasa, Indonesia inaendelea na maandalizi ya ndani huku mazungumzo ya kidiplomasia yakiendelea kati ya pande husika ili kubainisha jukumu kamili la kikosi hicho, maeneo ya operesheni, na ratiba ya kupelekwa kwa wanajeshi. Naitwa Onesmo Sangalali.